Familia mlianza mkiwa na nguvu, leo mmepotezwa, leo mmeshuka. Ulizaa watoto ukitegemea utapata mema, leo wamepigwa, wazazi wako wamepigwa. Nataka kwenu Mungu aiamshe roho ya Yerusalemu, roho Mungu aiamshe roho fulani ambayo itafanya wazazi waone mbali, itafanya ndugu zako waone. Ukiona unapita kuna kitu ambacho imekuwa tishio kwa maadui na kupitisha ili ufie njiani, nami nataka nitangaze utafia njiani. Rudia mwenyewe usema, sitafia njiani. Mashujaa, tuangalie hali ya hewa. Tunaangalia mungu anasema nini, hatuangalii mazingira inasema nini, tunaangalia Mungu anasema nini. Hata kama tumezungukwa na vita, hatuangalii vita, tunamwangalia Mungu anasema nini. Hata kombora likipigwa sifi, sitakufa maana namng'ang'ania Yesu, na Yesu akitupa kombora halitanipata mimi. Sema sitapatikana kwenye madhara. Ni muhimu jifunze kuwa mwombaji na kumtaka Mungu na kumlingana Mungu ili uweze kufikia kazi aliyokuandalia hapa duniani. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Mguse, mwambie kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Mwambie haya maisha sio mpango wa Mungu maisha ya kutembea, huna kiatu, maisha ya taabu, maisha ya madeni, hiyo sio kusudi la Mungu. Kuna mahali Mungu amepanga, wa wende wanatamka, wanakupiga ili uishie njiani. Nataka watu watatu watakaoungana na hili neno watapita kwenye mateso, kuna mahali watakwenda, aseme mmoja Amen! Sema amen. Roho ni chafu sana. Sema haijalishi nani atasimama, sitaishia hapa Nitabeba watoto na nitazaa. Nitaanzisha nyumba na nitamaliza. Nitafungua biashara na haitaishia njiani, itapanda viwango, itazaa biashara zingine. Nitafuga na haitaishia njiani, wataongezeka, nitapata faida. Wako wapi watatu wanaosema sitaishia njiani? Hebu tamka, sema sitaishia njiani. Kuna mahali nakwenda Tanzania, kuna mahali nakwenda serikali, kuna mahali nakwenda Familia ya kwako kuna mahali inakwenda. Kanisa kuna mahali inakwenda. Kuna mahali tunakwenda, kuna mahali tunakwenda, tuna kwa viwango vingine. Nataka ni kwa butu viwango vya biashara, viwango vya afya. Ninaona wanafiki wanaopambana na wewe kichawi, wataishiwa nguvu kabla mwaka hujaisha. Wanaotamani uishie njiani kibiashara, wataiona hiyo biashara imepata miguu, imepata mizizi. Wanaokucheka maana wanasema tayari huyu anakwenda kudaiwa na atalipaje? Nasema hivi, kuna miguu inaletwa na Bwana, utanyanyuka hapa, utafia hapo. Hebu sema nakataa kuishia njiani, rudia kwa sauti saba, nakataa kuishia njiani. Mguse mwenzako kwenye bega, mwambie wewe, kataa. Wewe ukikataa Mungu anakataa. Ukisema tu mimi nakufa, utakufa. Usione kufa, ona kuinuka. Sema basi Amina. Aliyepiga makofi amepiga vizuri. Sema Amina. Sema Amina. Nilipo, nilipoambia watu Jumapili message, tumeni message. Mingi nimepata na kuna watu leo nafikiri kwa sababu ya hali mlioiona, lakini watu walitamani kuja kushuhudia. Zile message zilifungua milango ya kazi kwa watu wengine, zile milango. Yani kuna watu mpaka wameacha pombe. Nataka nitamke kinabii, kuna watu wataenda viwango vya baraka. Hebu sema nakataa roho ya kuishia njiani. Kibiashara nakataa. Kataa kwenye ndoa nakataa. Kataa Kifamilia nakataa. Kwenye afya nakataa. Kwenye anga nakataa. Kwa kanisa nakataa. Nchi yetu tunakataa. Sema tunaenda, tunaenda, tunaenda, tunaenda. Sema kuna mahali tunakwenda, kuna mahali Bwana ametupangia ishi vita ipo, tutapita kwenye vita. Haijalishi watatupa madeni, tutapita kwenye madeni. Haijalishi watalegeza biashara zetu zikose nguvu, tutapita na itapata nguvu. Haijalishi watatupia roho kwenye familia, familia itainuka bado. Nimekuja nitamke na nitabiri katikati ya vita, yuko dada kakaaka anaokolewa, yuko dada kakaaka anaokolewa, yuko mtu mamaka anaokolewa, yuko mtu babaaka anaponywa. Natabiri! Natabiri! kuna kitu kinatokea. Sema kuna kitu kinakwenda kutokea. Sema nitafikia yale ambayo Bwana amepanga. Uko tayari? Tuombe. Uko tayari? Ng'ang'ae na mbingu ifanye kitu. Sema sitaondoka kwenye madhabahu na hii roho ya kuishia njiani. Nakwambia kuna vitu vitashangaa, ulikotoka, walichotabiri itakuwa zero Itageuka, itawapata wao. Sema nainuka kwenda level ya baraka. Sema kila roho inayoshindana na mimi leo iniachie. Ni muhimu kukataa kuishia njiani katika maisha yako. Kataa kuishia njiani kiuchumi, kwenye ndoa, uzao, ujenzi, kilimo, ufugaji, afya, uzao, mambo mengi. Pia kataa kwa maneno, kiimani, kataa hata kwa hisia. Moto wa Mungu iwake ndani yako hata kama kwa sasa huoni njia. Kataa kwa maneno, unasema nakatai hali yani. Kushinda kunakuja utakaposema naweza kufanikiwa, kunakuja utakaposema nafanikiwa, alafu ukisema unaanza kuchukua hatua. Sema basi amen. Sema basi amen. Ukitaka yote yanawezekana kwake. Amen. Ukisema siwezi utabaki huwezi. Ukisema nitakufa ni kweli utakufa. Ukisema naumu utabaki ni mgonjwa. Ukisema sioni maadui, Mungu anakwambia, ni kweli mwanangu, hawapo, ingawa wapo, lakini madamu uko na mimi, nawasambaratisha moja baada ya mwingine. Ndio maana maandiko yanasema watakutokea kwa njia moja, njia saba watatawanyika. Na tamka ulikotoka, watatawanyika kwa njia saba. Kataa kwa maneno, maneno ni sumu Maneno inabeba roho ya uzima na mauti. Hebu sema leo, nakataa hii hali ninayopitia, nakataa hali ya magonjwa, nakataa hali ya mateso, nakataa hali ya kudaiwa, nakataa hali ya kuachwa, nakataa hali ya kurudishwa nyuma, nakataa. Sema nakataa, hali hii haitanikamata mimi. mimi siwa hali hii mimi siwa level hii. Sema mimi siwa level hii. Sema mimi sio level hii. Level ya biashara ndogo sio level yangu. Level ya afya hii sio level yangu. Level ya umaskini sio level yangu. Level ya mateso sio level yangu. Sema basi sio level yangu. Woo! Anza kuona nyumbani kwako kuna jambo linatokea. Anza kuona mwakani kuna kitu kinatokea. Anza kuona kuna kitu kitatokea. Anza kuona kuna mambo yatatokea. Nguse mwenzako mwambie hii hali nilionayo sio level yangu. Katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Tamka, sema na katai hali. Hali ya kuumwa, hali ya magonjwa, hali ya kukataliwa, hali ya kuachwa, hali ya kutupwa, sio hali yangu, sio levo yangu. Na kataa, na kataa, kataa kwa maneno, kataa hata kwa hisia, kataa hata kwenye fikira. Ukikataa hali unayopitia ulimwengu wa roho inageuza. Sema leo, nakataa roho ya kuishia njiani, nina hasira haya maisha, sitaishi sema, hii maisha sitaishi.